Mpaka hapa tulipofikia haikuwa rahisi, haikuwa kazi ndogo, ilikuwa ni safari ndefu kabisa. Na hapa kwanza, lazima ujue ni wapi hapa. Ni Shinyanga, Shinyanga ndipo ambapo ya jengo ili fanyika. Na nilifunga safari ndefu yenye kilomita nyingi sana, ambapo safari ya kutumia mwendo wa basi basi ni mwendo wa masaa ishirini na mbili kutoka Mbeya. Unapita Iringa, Dodoma na mikoa kadhaa katikati mpaka kuja kuingia Shinyanga, kwa masaa ishirini na mbili yali katika tulikuwa safarini, na sasa tukafika Shinyanga, na lengo kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya kupaua hii nyumba na kujenga hizo gebo. Wenyeji wa huku Shinyanga na Mwanza hizo gebo wanazita Nam, wanaita Hanam, kifupi Nam, kirefu wanaita Hanam. lakini wengi wamezoea kwa jina la Gebo, ni sehemu na sehemu, lakini ni jina moja, kikubwa tuweze kuelewana. Kwa hiyo tulianzia wapi mpaka tukafika, baada ya kuwa tumefika hapa, kazi moja ya mwanzo kabisa ilikuwa hivi, mazingira tu ya kukutana kama hapa vile unavyoviona, hivi ndivyo tulivyokuta nyumba ikiwa. Na lengo kubwa ilitakiwa hii nyumba tuifanye hivi kama unavyoiona kwa hii kama unavyoona hivi ndivyo ambapo imefanyika na pande zote. Ukiangalia pande zote za nyumba kama unavyoziona hizi hapa, kuna upande wa mbele, upande wa kushoto kwako, upande wa kulia kwako na upande wa nyuma ya nyumba. Hivi ndivyo tulivyokuwa tumekuta na tukaanza kazi kama hivi unavyoiona, tuliendelea na hizo kazi unazoweza kuziona hapa, na si hivyo tu bali tulikutana na changamoto mbalimbali. Ikumbuke, huu ni msimu wa mvua, wakati ujenzi unafanyika huku ni msimu wa mvua wa mwezi wa tatu. Kwa hiyo, hali zilikuwa kama hivi, kuna wakati inalazimika tunaacha kazi tunaenda kujistiri kwenye hii nyumba ndogo, aa wakati huo mvua ikiwa inaendelea kunyesha kweli. Nyumba ni kubwa, nyumba ni kubwa kwa sababu hii nyumba ni nyumba ya familia tatu, kwa hiyo nyumba ni kubwa. Kwa upande wangu mimi, ambaye ni fundi, si tatizo, labda kwa mtu anayetoa hera, ndio inakuwa shida kwa sababu nyumba inaweza kutumia pesa nyingi kiasi fulani, lakini lazima ikamilike. Ikawa itatumia pesa nyingi, lakini imekamilika. Itazame, tulianza hapa hapa unavyoona, tukaja hatua hizi unazoziona Mm, naona naona vizuri alafu na mpaka sasa tumemaliza kile kilichotuleta. Tumefikia hatua hii, hivi kama mnaviona. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, kama tutakuwepo muhimu mwenyewe wakati wa finishing yao wakati ufanya kazi zinazofuata kama nitawataka kuzifanya mimi mwenyewe, basi nitawaletea haya matukio yote mwanzo mwisho. Najua kuna vikripo vingi vingi sana nimeweza kuvionyesha katika matukio tofauti tofauti, kila hatua tuliyokuwa tukifanya mpaka tunaweza kufika hapa na ikumbukwe, licha kuwa mimi ndio ndiye kamata kazi, mimi ndio mjenzi wa nyumba, lakini pia vile vile ujue kazi hii haiwezi kufanyika kwa mtu mmoja, kazi haifanyiki na mtu mmoja, na hata sasa ninapoongea tumeweza kushirikiana tukiwa na mafundi watatu mpaka hapa tulipofikia. Lakini kidogo kuna changamoto ambazo tumezikuta katika hii Shinyanga, ni tofauti na mikoa mingine ambayo tumezoea. Mnapokuwa kuna ujenzi watu tofauti tofauti watakuja, kila mmoja na kazi yake, ambaye ni msaidia fundi atakuja, fundi atakuja, sibarua kuchota mchanga au kucheketa si nini inio, kuchota maji. Lakini kwa huku ikawa ni tofauti kidogo, kwa hiyo ililazimu nyumba kuchukua muda, kwa sababu nyumba ni kubwa na mafundi ambao tulikuwa tukishughulikia tulikuwa ni wachache. Sasa ukipiga mahesabu eh, nyumba kama hii imekuwa mafundi wawili na kibarua mmoja, kwa hiyo huwa tu eh, sio kazi rahisi sio kazi rahisi mpaka kuja kuifikisha hapo, inachukua muda kidogo. Kwa maana hiyo, mpaka hapo ilipo imeweza kuchukua siku kumi na nane kuanzia hatua ya kwanza tuliyoweza kuanza baada ya sisi kuikuta. Kwa hiyo tukaanza hiyo hatua ya kwanza tukafuata inayofuata. Hii ya kwanza kupiga kenchi, tulimaliza. Baada ya siku za kenchi, tukaanza papi. Baada ya papi, ndio tukaanza kuzijenga hizo gebo kama mnavyoziona, tukazimaliza zote, na tuliofuata ikawa sasa ni kufunika bati, ni kufunika bati ikawa, ni kufunika bati. ikawa ni kufunika bati. Kwa hiyo kuna rangi rangi mtu anaweza kama anaziona akajiuliza hizi ni nini? Ngoja nikuze kidogo nikuonyeshe. Mfano, umekwanguliwa umetobolewa na panga au unaweza kuita tindo, bati imezamishwa ndani. Baada ya kuzamisha inatakiwa kuchapia. Kwa hiyo unatumia simenti, udongo wenye resho kali, pia nachanganya na waterproofing. Nachanganya na waterproof ili kuzuia maji hibiti maji yasiingie, yasiendelee kunyonya kwenye ukuta koo. Ndio hii mchirizi naiona, ila sikunazi zikwenda nio. Pia huwa ina uwezo wa kutoka, naitatoka yote, naitapotea hata kama sio kazi ya siku moja, lakini hiyo huwa inatoka yote ya siku, siku moja, maana hapo ninavyo rekodi hii ni ana siku moja tu, yani kazi imefanyika siku ya jana leo na mimi ndio na ile kodi. Kwa hiyo safari yetu ilikuwa hivyo kama nilivyoweza kuonyesha toka mwanzo na kumbuka kwamba nimesema tulitoka Mbeya, tukapita mikoa tofauti tofauti mpaka mwisho tukafika Shinyanga na tulipofika Shinyanga nyumba haipo Shinyanga mjini. Ndio maana ukiangalia hata mazingira yake eh, ukiangalia pande zote za mazingira unaona kabisa hatupo mjini. Hapa nimekuonyesha kuzunguka eneo lote tuko pembezoni mwa mji eh, kwa wenyeji wa Shinyanga watakuwa na kujua huyu mtaa unaitwa Iweliangira, Iweliangira. Kwa hiyo ndivyo ambapo kazi imefanyika. Kwa hiyo sifa nyingine zote za hii nyumba nimeshazielesha zote, kwa hii sitaweza kuelezesha nyumba ina sifa gani, lakini nimpongeze huyu mwanadada aliyeweza kujenga, ameweza kupambana mpaka hapo ilipofikia. Najua ni mamilioni mengi ambioni ya mengi yameweza kutumika, kwa hiyo na bado atakapokuja kuzitumia kwenye finishing zitatumika nyingi zaidi ya hizo zilizotumika hapo mwanzo. Kwa hiyo pongezi kwake, na pia mshitu sisi kujua huyu mtu kweli ni mtu ambaye haishi Tanzania hii, anaishi huko Ulaya na anatafuta kule anatuletea ko dovie asa unasema uweze kutafuta peke yako kala peke yako. Kwa hiyo katafuta hiyo Ulaya katutumia na sisi huko tule, kwa kutumia ujenzi wake, sisi tunamjengea nyumba na sisi tunaweza kuendelea kusogesha maisha, kwa lengo la tunaendelea kupata riziki kwa kazi ya kuweza kuendelea kumjengea yeye kwa upande zote za nyumba ulivyoiona nimeweza kuonyesha pande zote na hatua zote. Siwezi kuonyesha kila siku, ila pande zote nimeshakiona na hatua zote nimeweza kuonyesha. Kwa hiyo hakikisha unafanya kazi na sisi na namba zetu sio ngeni sana, ni hizo unazoziona hapo. Namba unaweza kunipigia na utawasiliana na mimi mwenyewe mwenye hii sauti. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi, shukran.